Hi guys, karibuni tena kwa part 2. Huu ni mwendelezo kuonyesha vile ambavyo mtaweka kuweka kile kipepeo na vile ambavyo tutakata pia mikono. Karibuni sana, tuendelee, asanteni. Sasa hapo, kwa kifupi, najaribu tu kukunja size ya mkono. Sasa kabla ujafanya hivyo, utaenda uchukue zile uh, mzunguko wako wa kwapa kwa, kwanzia hapo ambapo naonyesha hapo, kwa sababu tutatoa ile allowance ya kushonea nusu nchi, alafu tupime mpaka hapo mwisho, bila ile bila zile nchi za kushonea kishapima kisha pata namba yangu, nitaenda niweke pale hapo mpaka hapo. Nilishuka na tano kwa sababu huyu mtu ni mkubwa, nilishuka na tano, alafu urefu wake kashuka na kumi. So hapo nikaweka zile alama ambazo nilikuwa nimepata, zile namba ambazo nilikuwa nimepata nikaweka, alafu nitaongeza na nchi za kushonea kama kawaida. Wacha nisongeze kidogo nipate nafasi. Haya, ah. Sasa so nikaweka ile alama alafu nikaweka na nchi za kushonea, nchi moja na nusu. Mimi upenda kutumia nchi moja na nusu. Haya. Alafu utachora namna hivi, utachora curve tu pap hivyo tu, si jambo gumu sana lakini ni nijambo mba natakana ufanye zoezi. Sasa hapo kwa urefu wake nikaongeza nusu nchi za kuunganishia ile baindini ya black ambayo itakuwa kwenye mikono ambayo nilitumia nchi mbili na nusu, nusu zikaza kushonea za ule upande mweusi wa mkono. nitachukua mzunguko wa mkono hapo nkapata. Alafu hapo nikaweka mzunguko wa paja la mkono pale ambapo ni pakubwa sana, nikaweka alama yake, nikaongeza za kushonea. Alafu nitaunganisha kama namna hiyo unavyoona, unaunganisha tu hivi kwenye za kushonea mpaka mwisho. hapo najaribu tu kukoleza laini yangu, halafu nitakata. Nikisha kata, hivi ndivyo itakuwa inakaa mkono wetu. So unachukua zote mbili, unaziekanisha upande wa kulia zikiangaliana, yani ule upande mzuri zinafaa ziangaliane kwanza, kwa sababu unajua mkono huo una upande wa juu na upande wa mbele na upande wa nyuma. Sasa unaona, weka zikifesiana, ziki sawa hivo, zio zikiangaliana Alafu nataka ntafute pale katikati ya mkono na niingie ndani maeneo ambayo yameingia ndani kidogo, alafu aau utoke sikanche pale kwa nchi za kushonea, alafu ukate. Hiyo itakuwa pande ya mbele, kwa sababu mkono pande ya mbele, kwa sababu ya kifua yale manyonyo huku kumeingia ndani, hapa kwa kwapa, kwa kwa kushinda mgongo. Sasa hata mwenyewe ukijiangalia, unajiona. So unajaribu kusawaiamadika pande nyuma na mbele, kunja nende kukata ile pande nyingine ya binding, apa naonyesha tu vile ambavyo itakaa inaonekana. Ehe. Sasa hapa nishakata tayari, nishaweka binding ule upande wa mkono pale, nilitumia inchi mbili nikaongeza nusu wa kushonea, alafu nikaunganisha tu kama kawaida, ndio ninavyounganisha binding. Sio jambo gumu kufanya hiyo, najua nyote mnaweza kufanya. Sasa hivi ndivyo inaonekana, yes. Maliza, tutaweka kando, unaonyesha jinsi ya kukata kipepeo sasa. So hiki kipepeo kina urefu wa takriban thelathini na nane, na uh, ule upana wa kumi halafu tutaweka tu, hapo kuna kumi alafu tutatengeneza curve kama namna hii naonyesha. Curve av tushwa mpaka pale, jaribu tu kuigiza vile nafanya hivyo. Yes. sasa huo upande ambao utakuwa kuna curve utakuwa ni upande kule wa mapepeo, lakini ule upande mwingine utakuwa ni pande ya kujoin kwa kule, kwa nini kumi na hapa urefu ni 38. Yes. Alafu hivyo ndo najaribu kuonyesha pale, itafika itafika uko sehemu za magoti, ambayo iko sawa sana. Kama ni mrefu, naweza chukua arobaini urefu. Nakoleza tu ndo mweze kuona hiyo. Mstari wangu pande hiyo, naonyesha itakuwa ni pande ya bega. Hiyo pande ambayo umenyeoka itakuwa upande wa bega, na ule upande mwingine uzakuwa upande wale kwa, kwa, kwa zile vipepeo ndio itaweza kufanya yale mawimbi pande hiyo sawa. Acha nichukue gauni langu hilo, nilishamaliza kuunganisha mabega, nishaweka ufito hapo kwa shingo, leka ufito mbili za nusu nchi nusu nchi, kaweka kama binding tu hivo vile navyoweka. Sawa, mm -hmm. So nataka naonyesha vile akuweka hichi kipepeo, hichi kipepeo. Si ngumu kuweka kubandika, lakini hakikisha hujaweka mikono kwanza. Weka kipepeo kwanza, alafu utaunganisha mkono baadaye. Najaribu kuonyesha ni wapi nitaweka hapo. Msari utapita hapo mpaka chini, cho kipepeo hapo, anze hapo mpaka chini. Yaani utaunganisha tu, utaenda sambamba na ile bega lako, mwisho bega lako kwanza utaanza kutoa allowance yako za kushonea. Nilikuwa nimeweka inchi mbili kwa hilo gauni ah. Baada ya hapo nitaunga, nitaweza kusawazisha tu na ile bega vile inatokea. Ukisha sawazisha, utaangalia ni imeachana na ngapi kutoka kwa za inchi za kushonea nyewe, utapata utaweza kushukisha line mpaka chini. Utafanya hivyo hivyo hivyo kwa ule upande mwingine, tena upande wa nyuma pia ufanye halafu hiyo rinda limetoka, limependeza sana. I am very proud of myself. So, so kama umefikia hapa na unaona hizi video zimeweza ku, kukusaidia tafadhali tu like, share, ama useme tu asante bas, mtashukuru na pia mimi utaweza kumsaidia pia kwa ukuaji wangu sawa, asanteni, guys, bye. Tengeza design kama hii ni nimetumia mita tatu na nusu. Kwa sababu huyu mtu ni mkubwa, lakini kama wewe ni kadogo inaweza kutosha vizuri, sawa. Sasa hii kidogo ikosa kutosha, lakini kuna vile nimefinya ikatosha. Kwa hivyo mita tatu na nusu inaweza kutosha hii design. So thanks guys for watching. Kama umefurahia video hii, tafadhali subscribe, like and share. Bye, asanteni.